Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mama Mchungaji Fusi wa kanisa la T.A.G Songea Revival. Kanisa la T.A.G Songea Revival liko Songea mjini, eneo la Mahenge, katikati ya ofisi ya Takukuru Mkoa na Uhamiaji Mkoa. Katika kanisa letu la T.A.G Songea Revival kwenye wiki ya tarehe 9 hadi 15 na tutakuwa na sikukuu ya watoto. Mimi kama mama mchungaji ni mwalimu wa watoto pia, kwa hiyo tunakukaribisha kwenye hiyo wiki ya sikukuu ya watoto ambayo kama nilivyotangulia kusema itaanza tarehe tisa Jumatatu mwezi huu wa sita, na kilele kitakuwa tarehe kumi na tano mwezi huu wa sita. Kwenye sikukuu ya watoto tutafanya mambo mengi sana. Sisi ndio tutakuwa wahudumu wa, wa ibada za wiki nzima: jumatano jioni saa kumi hadi saa kumi na mbili, ijumaa jioni saa kumi hadi saa kumi na mbili, na ijumaa usiku tutakuwa na mkesha wa watoto peke yao watoto pamoja na walimu wao, na siku ya Jumapili tutahudumu ibada zote mbili. Ibada ya kwanza ni ya Kiingereza inaanza saa moja kamili hadi saa tatu na nusu na ibada ya pili itaanza saa nne na nusu mpaka saa saba na nusu na hapo katikati saa tatu na nusu hadi saa nne na nusu tutakuwa na mafundisho ya kukua kwa Mkristo. Mambo yote hayo yatakayoendelea katika hiyo siku yataendeshwa na watoto pamoja na walimu wao. Ninakukaribisha sana mpendwa katika hii wiki ya sikukuu ya watoto uje uone utumishi aa, wa watoto katika nyumba ya Bwana. Watoto watafanya mambo mengi sana katika ile Uh, siku ya kilele watafanya mambo mengi sana, watakuwa na uimbaji wa aina mbalimbali, watakuwa na vitu mbalimbali ambavyo watavionyesha kama watoto mbele ya kanisa, watahubiri na vitu vingine vingi ambavyo siwezi kukwambia leo, nataka uje uone, vingine ni surprise. Kwa hiyo karibu sana, uh, siku uh, ya Jumatano na Ijumaa. Na hasa ile siku ya kilele ya Jumapili uje uone utumishi wa watoto katika nyumba ya Mungu. Karibu sana na Mungu akubariki. Bye. Bye.